Naitwa Dr. Philemon Emmanuel Raphael, daktari bingwa wa masikio, pua na koo, kutokea hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili upande huu wa Mloganzila. Uh, leo niko hapa kuwaelezea kuhusu uh, uh, changamoto na shida ya mtoto ambaye ana changamoto ya kusikia uh, especially kwa wale watoto wadogo sana na watoto wachanga. Kitaalam tatizo hili la uh, poteza uwezo wa kusikia kwa watoto limegawanyika katika nyanja mbili. Kuna wale ambao wanazaliwa na shida ya kusikia eh, ambao wanakuwa tayari wana mapungufu ya kimaumbile upande wa maumbo ya kusikia na masikio yenyewe, na kuna wale ambao wanazaliwa wakiwa wazima eh, lakini wanapata shida ya kusikia, ya kutokusikia wakiwa eh, wakiendelea wakiwa wanaendelea wane, na kuishi sasa basi Takwimu zinasema uh, katika watoto elfu moja kuna watoto watatu kati yao ambao aidha watazaliwa wakiwa tayari wana shida ya kutosikia uh, wakiwa na tatizo la kimaumbile ya maumbo ya masikio, lakini pia katika watoto elfu moja kuna watatu ambao pamoja na kwamba watazaliwa wakiwa wazima na wanasikia vizuri lakini baadaye wanaweza wakapata shida ya kupoteza kusikia. Sasa basi, e, hili ni tatizo katika jamii, ila tukumbuke kwamba watoto wadogo si kama watu wazima, kwamba atakwambia siwezi kusikia. Sasa mzazi, aidha baba au mama, japo kina mama ndio wanakaa zaidi na watoto, unapaswa ufahamu ni vitu gani ambavyo ukiviona kwa mtoto uweze uh, uh, uh, kuhisi kwamba huyu mtoto anaweza akawa na tatizo la kusikia. Nitaanza na shida ya kusikia ya wale ambao wanazaliwa wakiwa hawawezi kusikia. Mara nyingi wanakuwa na shida, unaweza ukaangalia masikio yake ukagundua kwamba yana, yana, yana, yana, yana mapungufu katika maumbile, aidha sikio ni dogo sana ama sikio hili la nje linaloonekana halipo kabisa. Hapo inaweza ikaanza kupatia picha kwamba huyu mtoto ana shida uh, ya kusikia, japo ni mdogo. Sasa basi, kuna wale ambao huwezi ukaona, unaona hiyo structure hiyo, hiyo umbo la sikio liko vizuri, lakini kwa ndani haikuweza kuumbwa na likakamilika. Pia wanaweza kupata shida ya kusikia. Hiyo kwako ni ngumu kulifahamu mpaka eh, eh, eh, fuatilia hizi dalili ambazo nitakupa, hizo ndizo zitakazo kuwezesha kuamua kuja hospitali ili uweze kuchunguzwa mtoto wako kujulikana kama ana shida ya ndani ambayo huwezi kuiona. E, kuna viashiria ambavyo vitakwambia huyu mtoto wangu hasikii ama anasikia. Mtoto tunafahamu kusikia kunamsaidia pia mtoto katika e, kukua kwenye swala la lugha kujifunza lugha kunategemea mtoto anasikia nini. Sasa basi, endapo mtoto wako atakuwa hawezi, unamwona mtoto, unaingia unafungua mlango, mtoto hawezi kushtuka wala hawezi eh, kufuata eh, ile chanzo cha sauti Mwitiki, hawezi kuiti, kufanya mwitikio wa sauti kuelekea kuelekeza kichwa chake kwenye sehemu ambapo chanzo cha sauti kipo, eidha hey, wewe unamwita jina. Unafahamu watoto kitu cha kwanza kufahamu ni majina, unamwita jina hawezi, kufuata, hawezi kwe, kufanya mwitikio wa sauti hawezi kugeuka eh, redio inawashwa, TV hawezi kuelekea uh, kwe, mwelekeo wa ile sauti inakotokea. Hiki ni kiashiria kimojawapo kwamba mtoto hasikii vizuri. Kiashiria cha pili ni kwamba ndani ya miezi sita ya mtoto anapokuwa anaishi tunategemea kwamba awe ameanza, eh, ukimwita jina anaweza kustuka, lakini ukiona mpaka miezi sita hawezi kuwa na huo mwitikio, hiyo nayo ni kiashiria eh. Jambo la tatu ni kwamba tunategemea kwa sababu tumesema usikivu ndio unaompelekea mtoto eh, kuanza kujua lugha, tunategemea mpaka miezi kumi na mbili ya kwanza mtoto hao ameanza kusema walau maneno eh, yenye herufi tatu. Anaweza akasema ba, anaweza akasema ma eh, lakini ukiona mpaka muda huo mtoto hajaweza eh, kutamka chochote, basi jua kunaweza kukawa na shida kwenye usikivu, na hapo unatakiwa eh, uchukue hatua. Sasa basi kwa wale watoto ambao walizaliwa wakiwa wazima na baadaye ukaanza kuhisi ana shida e, zinaweza zikawa ni maambukizi ya vimelea ama zinaweza zikawa zimetokana na, na, na, na, na shida wakati wa kuzaliwa. E, huenda wakati wa kuzaliwa e, mtoto alikosa hewa alikaa kwenye njia ya hewa kwa muda mrefu kwenye njia ya uzazi kwa muda mrefu na akakosa hewa. Hii inaweza ikapelekea, eh, kupata shida pia ya usikivu. Lakini pia kuna watoto ambao baada ya kuzaliwa walipata manjano. Hii inaweza ikawa ni kihatarishi kimojawapo cha mtoto kupata shida ya kusikia. Lakini pia kwa wale watoto wote ambao eh, katika wakati fulani aliweza kupata shida ya kutokwa usaa katika masikio yake. Eh, hii pia inaweza ikawa kiashiria na au dalili ya kukuambia kwamba mtoto huyo anaweza akawapelekea kupoteza uwezo wa kusikia. Kwa hivyo tuna, uh, nipende kuwakumbusha wazazi wote ambao watoto wao waliwahi kupata, eh, waliwahi kupata hizi shida ambazo nimezitaja kujua kwamba lazima huo unamfuatilia mtoto hatua kwa hatua katika ukuaji wa lugha, katika mwitikio wa sauti, vyanzo vya sauti, anapoitwa anaweza kugeuka na kuitikia, mwitikio wa sauti. Unapoona chochote kimepungua, tafadhali fika katika hospitali yetu kwa ajili ya kupata uchunguzi uh, uh, na matibabu inapowezekana. Kwa wale ambao wamegundua kwamba kwa zile dalili nilizozitaja au viashiria nilivyovitaja vitaja, na wakaona kwamba, eh, unatambua kwamba mtoto wako ana, anaviashiria kama hivyo ama dalili hizo, eh, tunawakaribisha kufika katika hospitali yetu ya Taifa Muhimbili Mloganzila, ambapo tuna kliniki yetu ya masikio, pua na koo inayofanyika siku za Jumatatu hadi Jumaa, kila siku saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni, hivyo uweze kufika hapa na kupata huduma ya eh, kuchunguzwa mtoto wako, lakini pia kufanyiwa vipimo eh, vya kimkakati ambavyo vitawezesha kutambua tatizo na kama nalo liweze kushughulikiwa mapema. Tiba ya ambayo inawahi ni bora, ili kumsaidia mtoto wako kuweza ku um, eh, kwe, kukuku, kujifunza lugha kwa, kwa katika kipindi husika na asiweze kupata athari zaidi. Asanteni sana.